Watoto wameoa wameolewa, wote ni watoto wangu, kizazi cha pili cha tatu. Nina nyimbo za beti mpaka la nne, betpaala nnmaraa kwa kanda yangu mimi na beti nne wazi: kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne. Nimejiongeza mimi mwenyewe kama imeandikwa, ijaandikwa utamalizia mimi. Nimejiongeza kwa kujificha kwenye andiko linalosema litakalofungwa duniani na mbinguni limefunga. Sasa mimi kuna kitu nimekifunga mwenyewe, kama utakiona kwenye bibili utajua mwenyewe. Sasa kuna mabeti manne inayoimba, beti la kwanza kisa cha kwanza, beti la pili kisa cha pili, beti la tatu kisa cha tatu, beti la nne kisa cha nililojiongeza, nimeandika virembo, yani kizaji cha tano ndio korasi kizazi cha tano ndio korasi. Kimwagizo kimetoka kwenye damu yangu Bwana eh, kimwagizo hicho. Utaimba beti ya kwanza, unaimba beti ya tano, beti ya pili, cha tano, beti ya tatu, cha tano, beti ya nne, cha tano, umetoka kwenye platform korasi umeisha. Ukinialika kwenye mikutano yenu, lazima nimbe beti zangu nne na korasi ya tano itakalofungwa duniani na mbinguni imefungwa si upige makofi. Mimi ndio namaliza mambo haya. Ukikana nabii Bwana, lazima upate ufunuo bwana. Pige makofi kabisa, haleluya! Imeingia hiyo. Makofi kwa Mungu. Aha, piga makofi kama liko sahihi. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe. wanaishia tu kuna watu wanaogopa kupanda miti eti kwa sababu miaka ishirini. Sababu unaogopa baada ya miaka mitano, unataka nyanya zinazoharibika wiki ijayo. Unasahau kwamba una kizazi kingine cha pili cha tatu. Mimi nimesema cha tano, kama mnaniunga mikono takayokupa ufike huko ni kile kitendo cha kukubali kuombea taifa, unaombea watu waofu na wasiomjua Mungu. Mungu anakupa zawadi ya kuishi maisha marefu zaidi, kwa sababu ya unafanya kazi ya Mungu ambayo watu wengine wanaikwepa yeah. Yeah. Unapoongezewa miaka na ujana, wewe ukiwa rafiki yangu, niulize wewe una na miaka mingapi, alafu tukimaliza mkutano tutembee hapa mpaka njia nne kikwelikweli, tutembee na vijana hapa mpaka njia nne hivi tuone, tukifika tutasikia, ngoja nipumzike. Ah, twende. Amina. tumesimama kwenu kutaka kuambia moyo umeniuma, vijana wadogo, vijana wakati watu wazima hawajui mipaka yao, hawajui mali zao, hawajui vilivyopewa, hawahelemu, hawatambui tena kupita kawaida. Unasubiri kufa? Nani amekwambia kufanya vitu vya muda mrefu, kwa sababu utakuwepo na watu wote liwaaa unaogopa kwenda kushika viwanja, moyo wapi, kule Segerea wapi Segera, ati kwa sababu hatakuwepo. Umempa adui kwamba una miaka sitini ya kuishi sabini. Mimi nasema na miaka maelfu, kwa sababu wako sasa wakati navuka hapo, nataka uendelee kujua mwaumbaji. Lazima Mungu atupe neema ya akili, macho, ufahamu na nguvu mpya, kwa sababu tu tumekubali kubeba madhabahu mbaya, mzuri zaidi, kwamba tunawaombea watu, nchi, viongozi wa serikali, vyama vingi. Hawatatupata sadaka tena, hata tukaomba tupeni tununue vyombo vya wa kanisa watagoma, lakini tunawaombea wasipate ajali sababu ya muombaji ni kubwa kuliko unavyofikiri. mm. Oh yes, umesikia hiyo? Yani ni hapa duniani mpaka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo lazima Mungu atukumbuke, ndugu mm. zangu mnaoombea nchi mnaoombea manabii wa kweli. mm. unapopitia kwenye mambo fulani, niliwaambia fikisha, kama umeshindwa kumpata nabii fikisha basi kwenye ofisi yake. Orodhesha. ndio maana pale nimwambia hata mnaoandika jamani, msirudie rudie mlioandika.